wanunazilu min alqurani ma huwa washifau wa rahmatu lil mu'minin. Ndugu zangu katika imani pamoja na ndugu wana media wote wa TV hii, leo ni siku nyingine ambayo tunakwenda kukuelekezeni na kukufundisheni dawa ambayo inakuwa ni janga la taifa. Dawa ambayo leo tunakwenda kuifundisha ni dawa yetu ambayo ni maarufu sana, ni haya majani ya mwembe. Majani haya ya mwembe ni dawa nzuri sana kwa wale ambao wanaosumbuliwa na jino. Jino la aina tatu: kuna jino lile ambalo linatingishika, kuna jino lile ambalo linalouma, na kuna jino lile ambalo linalotoa damu. Utachukua majani saba ya mti wa mwembe. Mfano, majani haya saba utachukua: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita majani haya ni saba: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Ukishachukua majani haya yaoshe vizuri kwenye chombo chako kisafi na maji yako masafi. Ukisha yaosha basi, chukua sufuria nzuri ambayo umeiosha vizuri, weka lita moja ya maji kwenye majani haya saba, chukua na chumvi ya mawe ile chumvi ya mawe ya baharini. Ukishachukua yale, basi weka pamoja na majani haya kwenye sufuria lako lilioliosha vizuri, bandika jikoni. Ikishachemka, hakikisha inachemka mpaka inabadilisha rangi. Aya majani yanabadilisha rangi, yanatoka katika uhalisia wa, wa, wa, wa rangi hii ya kijani, ikaenda kwenye ile rangi ambayo inafanana fanana na kijivu. Yakishachemka ya vizuri, basi dawa hii utatoa majani haya. Ukisha toa majani haya utachuja maji yako, ukishachuja maji yako utayaacha apoe. Mtu mwenye maumivu ya jino, mtu anayehumwa jino atachukua dawa hii, yale maji ya dawa hii, basi atapiga nayo mswaki. Baada ya hapo atasikutua. Kwenye lita moja ya maji utachukua vijiko vitatu vya chumvi, vile kijiko cha chakula Utaweka ndani ya lita moja hiyo ya maji kwenye sufuria lako, alafu ikishachemka utachuja vizuri kama tulivyosema, utapiga nayo mswaki vizuri. Utapiga mswaki ndani ya dakika tano au kumi. Ukishamaliza kupiga mswaki, utasukutua na yale maji. Baada kusukutua uta, maji ya mwisho utasukutua mara tatu au mara mbili, utachukua maji ya msukutuo wa nne utakaa nayo dakika kumi na tano huku ukisukutua maji yakiwa mdomoni mwako, ukiyapeleka pande zote, ukiyazungusha maji yakiwa ndani ya, ya kinywa chako. Baada ya dakika kumi na eh, tano, utachukua maji, maji yale utayatema. Ukisha yatema, basi utachukua maji ya kawaida yaliyochanganywa na chumvi tena, ambayo inatakiwa yawe na kivuguvugu, yawe ya kivuguvugu ya. Baada ya hapo utayatema enyewe, sio lazima ukae nayo dakika mwingi bali utakaa na dakika chache tu. Baada ya hapo, utafanya shughuli zako zingine, huku ukiendelea kushika tahadhari. Hakikisha unapiga mswaki kwa siku mara tatu kwa dawa hii, lakini ni vyema sana mtu kupiga mswaki mara kwa mara, kwa sababu e, meno afya yake huwa inahitaji usafi sana. Watu wengi leo wanakumbwa na matatizo ya meno kwa sababu wanakaa muda mrefu bila ya kupiga mswaki, na ndio sababu ya wale fangasi kushika kwenye meno na meno pia, ya wale wadudu wa fangasi wanakwenda kutafuna, wale wadudu wanamwaga sumu, wakisha mwaga sumu, ile sumu inatanda kwenye meno, ikishatanda kwenye meno ile, da, ile sumu ikishaganda kwenye meno inajiweka kwa fangasi, na ile fangasi ni sawasawa na kansa ambayo inakwenda kubana kwenye meno, alafu meno inageuka rangi. Meno ikishageuka rangi, basi itambua hatua inayofuata ni meno yako kwanza kubenjuka au kubanduka, baadhi ya vitu vichafu kama vile e, kutu fulani ambayo inayotoka kwenye meno yako. Ndugu mtazamaji wa media hii, tunakufundisha dawa hii ili usiendelee kuteseka, hata kama unaumwa jino kiasi gani namna gani hakikisha unatumia dawa hii siku saba, siku saba usichoke, kwa sababu siku zote mtu unapokuwa kwenye dozi hakikisha unamaliza dozi yako. Baada ya hapo, unaweza ukafanya mengine ambayo ni ya ziada. Usikose kupiga mswaki vizuri. Usikose kusukutua ma -ma -ma -ma maji yako, ni vizuri sana maji unaosukutulia. Hata katika kupiga mswaki kawaida, basi utumie maji ambayo yamechanganyika, kama yamechangamanika na chumvi hiyo itakuwa ni vema zaidi kwako na itakuwa ni, ni, ni imara wa afya ya meno kwako wewe. Leo ni janga hili liko kila kona, kila kona ya Tanzania. Watu meno masaa ishirini na nne wanaongolewa majino, wanaongolewa jino nyingi sana. Kwa hiyo tumeamua kukufundisha dawa hii ili usihangaike sana. Aidha, kama unaona haitoshi, unaweza kuchukua dawa inayoitwa mlutulutu ukachanganya pia kwenye dawa hii Ukishachanganya pia unaweza kupiga mswaki, au unaona bado, unachukua mbegu ya ndulele, mbegu ya ndulele. Alafu ile mbegu ya ndulele utaiunguza au utaichemsha pamoja na dawa hii. Ukishachemsha pamoja na dawa hii, basi utapiga mswaki kama tulivyoelekeza, ndani ya siku saba, huku tayari utakuwa umeshachanganya na mlutulutu, au watu wengine wanaita makata kwa jina lingine, naitwa makata au mlutulutu, kwa watu wasiofahamu pia jina hilo la makata. Hiyo ni dawa ya jino kwa wale wanaosumbuliwa ya jino popote pale mlipo, ndugu mtazamaji. ya kwanza, hakikisha unapiga mswaki masaa ishirini na nne. Pili, hakikisha mdomo wako unakaa unaka, usafi unakaa msafi masaa ishirini na nne. Tatu, hakikisha maji unayosukutulia unapopiga mswaki yawe ya chumvi. dawa yetu hii ni mafundisho kwa ajili ya kukusaidia ili afya yako iwe katika usalama na imara. Asanteni sana, usikose kusubscribe ili uendelee kupata video zingine. Lengo tu ni kukufundisha wewe mwanamedia, ili uendelee kuelimika na ili wasaidie watu wengine ambao wanasumbuliwa. Sisi tunatoa sadaka, na wewe pia vile vile toa sadaka yako kwa watu wengine. Usikose kusubscribe pia, kama tulivyosema, ili uendelee kupata mafundisho ambayo yanayo yaliyomo ndani ya media yetu hii, asanteni sana. naitwa Dr. Faisal Mohamedi Mwinyi.